Katika mwendelezo wa matangazo yetu kutoka Brazil katika mkutano wa COP30, haswa swala zima la masuala ya nishati safi ya kupikia, tunaambiwa kwamba naibu katibu mkuu mazingira ofisi ya makamu wa rais Profesa Peter Msofe amesema milango ya uwekezaji wa nishati safi ya kupikia ipo wazi kwa wadau wanaotaka kuwekeza. Amesema hayo ikiwa ni mwendelezo wa mikutano yake na wadau mbalimbali kwa masuala ya hifadhi ya mazingira pembezoni mwa mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP30, unaofanyika katika jiji la Belem, Brazil. Profesa Msofi akiwa katika mazungumzo na mkurugenzi wa kampuni ya Ban Manufacturing B Caroline Amolo, ambayo inajihusisha na utengenezaji wa majiko ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania, amemshukuru na kumpongeza kwa shughuli hizo. Alimweleza mdau huyo kuwa serikali ya Tanzania inatambua jitihada za wadau wa maendeleo kama yeye katika kuchangia upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa gharama nafuu kwa wananchi kote nchini. Sote tunapaswa kutambua kuwa nishati safi si tu gesi kama ambavyo watu wengi wanafikiri, lakini ni njia yeyote ile ambayo unaweza kuitumia katika kuivisha chakula ili mradi usiharibu mazingira kwa kukata miti ovyo, alisema Profesa Msofe. Kwa upande wake, Bi Caroline alishukuru serikali kwa kutambua mchango wa wadau hususani, wanaounga mkono jitihada na juhudi za kukabiliana na changamoto za mazingira kutokana na ukataji wa miti. Alisema ataendelea kufanya uzalishaji wa majiko yanayotumia nishati safi ya kupikia na kuwafikia wananchi wengi kwa wakazi na kwa gharama nafuu, hivyo kuachana na matumizi ya kuni na mkaa kupikia na wakati huo kuiacha misitu bila kuikata. Ikumbukwe kuwa serikali chini ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuchagiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kulinda afya ya mazingira kwa kuhifadhi misitu, miti badala ya kuikata kwa ajili ya kuni na mkaa. Hii ni habari kutoka huko katika nchi ya Brazil ambapo Tanzania imeendelea kushiriki mkutano huo ambao ulianza tarehe kumi mwezi wa 11 mwaka 2025 na ishirini 20 na, na utamalizika tarehe ishirini na moja mwezi wa 11 mwaka 2025. Mtanzania na na, ama wewe mtazamaji, unafikiria nini kuhusiana na swala zima katika uhifadhi wa mazingira na hasa swala la nishati safi hapo ulipo, unayepia kusema, tuandikie katika comment selection nasi tutasoma maoni yako. Karibu.